Shasha ni mji mdogo unaopatikana pembezoni ya Ziwa Kivu, eneo hili likiwa la wafanyabiashara haswa kutoka mashambani na wakulima. Mihogo mbetu tunarangura birayo mutapate hembi murongo ya kutuna. Munalima ka wapi? Tunalima Mushwira. ni wapi Mushwira? ngambo ya Rufusa. Sisi tunahitaji usalama tu, na mtu yeye analima na kula mzuri, maana kipala kuna Mbele kwa tatizo kabisa, mbele waingie kwenye soko lao, walikuwa wanapita kwa mabarieza mingi za wazalendo na za FARDC, wanawanyanganya, wanakuingia, wana wanagusa kumimea yao kutoka, wanawalomba pesa, lakini hiyo kabisa imekoma na tumeikomesha kabisa. Nawa na binafsi, unajisikiaje kuona mvuma? Oh, ni furaha kubwa sana kuona watu wanaenda wanarudi, wanachuza vizuri, hawasumbuke kabisa. Tunafurahi sana. Wakazi wa mji mdogo wa Shasha wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na M23 waomba omba ushinikizwa kimaisha, baada ya kurudi katika mji wao na hata kwenye vijiji. Hapa ni Shasha. Yaani kuna kwa Shasha ila Shasha d, hapa ni Shasha d Sie wakaji sagisi population na zaidi sana tulikuwa tunaomba amani, sababu tuko na mashaka mioni mwetu vijana. Tulikuwa tunaomba msaada zaidi ya makazi, maana watoto saizi wanaenda shule, lakini pato kwa ajili ya, ya kuwalipia huko shuleni inakuwa ina ndogo sana, ndio tulikuwa tunaomba kazi ku jeunesse. Yani wakati wa vita watu walipoteza vitu Amipoteza vitu sana zaidi hapa mjini Shasha, vitu vilipotea vingi sana kwa sababu hiyo mripuko ya vita. Ilikuja saa kumi yani 18 tukakimbia, yani unakimbia ngambo yako muke ngambo yake, hakuna hata kufika nyumbani kwako kabisa. Wakati unarudi baada ya wiki moja, unakuta vitu nyumbani vyote vishachukuliwa, masahani, yani vitu vyote hata vya kitandani. hmm. hmm. Yaani sasa mko wa masikini hapa? Kabisa yani, hali ni mbovu, wengi wakiwa wakulima. Wakazi hawa waomba kuwapunguzia kodi wanazotozwa haswa wakulima na wafanyabiashara wadogo. tamunyu tuma kumugongo, mama anatoka kule Makaruba. Wapi unakutana kisamunyu moya, kisamunyu moya milifra, kisamunyu moya milifra. Maana yake ni shida kuu ya taxe. Basi kama unasema oh, oh, oh. Nikina, nikina oh. Uko nguvuukoe kulipa ile kabisa. Papa guverner sasaidie, sasa tunasikilizana hivi, ile takse ya kisamunyu haizulikana. Tusikilizane hivi, tusikilizane

ni uongozi wa chama ndio uliweza kuifixe. Nasema population inateseka sana, lakini kulipa taxe ni ya maana paske nasie tuko na lazima awa waviana la basoda wapate chakula. Ile taxe ni ya etalage musoko ni 500 francs, ile ni precision ya kwanza. Mwenya ataomba 1000 francs kila mutu ataweba nimero wa ngwataniite ya 20 litre aseme bamulipishe kitu ile. Mi naisema batu ya myamvuli ya maini te basi lipe na jeshi yetu hairuhusiwe kuingia ndani ya vitu kama hivyo, ile inakataziwa sana. Jeshi ni uongozi wa IFSM 23 ukiahidi kutatua matatizo yao. Aman Shadrack ni gavana na naibu wa Kivu Kaskazini upande wa M23. Na salama munalala na salama, kama ni kweli manake administrator alisema kweli. Hakusema uongo Eske ma bariere za kuwasumbua? Sa munaenda Sake, sa munaenda Minova, zingali hakuna wamotar? Munatembea sana? Eske service zetu haziwasumbue? Wamotar wako hapa, ni nikusema ile mabariere zenye zilikuwa nasumbua raia. Eneo hili la Shasha lilishuhudia mapigano makubwa na hata watu wengi kupoteza maisha. Emmanuel Ndizeye ni mkuu wa wilaya ya Masisi. Hapa hii eneo ya Shasha, ile kilima ya Kingo ile pale ilikuwa inadhibitiwa na askari wetu, lakini hapa chini Ngumba kulikuwa wazalendo Sadek Wagna FDR na Warundi walikuwa wako kwenye ile eneo. Murundi ni mtu ambaye alikuwa alishindwa mbele. Sababu yeye alikuwa anaangalia nyuma yake sehemu ya kukimbilia. Yeye alibakia kwenye ile eneo. Pale Kilega. Pale Kilega. Yuru kidogo ya Kitovu. Pale ndiko kulikuwa wazalendo hapa na sisi tulikuwa tunashuka hapa kuja kuongea na raia wetu na kuwapatia pole na kuwafuatilia kwa usalama wa hapa na shida za hapa. Crispe Mvano mmoja ya wakazi wa eneo hili akielezea kilichompata mpaka kuwa mkimbizi katika taifa lake. Siewote na vice gouverneur tulikuwa mukambi, tuliweza kukimbia tulikimbia mwichi fasi kwenye walitutia ilikuwa ni desert, hakuna mai mvule, na nyeshaka limoya mumwaka moya. Hatukukimbia sababu tulikuwa na upendo kati yetu, lakini wamoja walijikuta wanasema hawa ni maadui, hawa siwe ni bitu gani, lakini na mauaji yenye ilikuwa munakumbuka hapa musoko kianamwavanamu limalizaka sikumwa mubarabara pale anatandikiwa pale, munakumbuka. Na ile mambo iliweza kutusikitisha sana. Mutu alikuwa natoka Kiluku, anatoka Murivu Zimwami kula, anatoka Munambi alikuwa hana ruhusa ya kufika musoko wa Shasha, hana ruhusa ya kufika musoko wa Bweremana, lakini ile yote tuliona kama ni kitu mubaya na ni kitu enye tulibidi tuliweza kuwa na obligation ya kusema tupiganishe, na ndio maana tulisema mwanaume sana. Mwingine kama utakuwa bandi na bunduki, mwingine na sisi tutafanya nguvu yote ile kibandi ishi, na ndio maana tunaweza jiretruve leo ndani ya FCM 23 na tunakuwa wa cadre mule, na nawaza parapor na mawazo au vice gouverneur ni kusema tuko kule, haiko kusema tunatafuta kutajirika ama kwa watu fulani, lakini ni kutafuta stabilite yetu. Nyinyi kama wazazi mujikute munatoka hapa mpaka Goma bila shida. Hapana, wale wa soda benyi walifika hapa ku centre de sante, banapiga motare lisasi anakufa population ashasha nayo kajivanje ikaua ule kata nyama moya. Si mnakumbuka ile hadithi? Alors, na mulipenda tuendele mwele kikoloni mpaka mwisho kwele, batu vanakuya vanaiba madawa mu dispensaire, vamwe vanasema tuvapige mikono, lakini siye tulisema kama ile mambo haistahili. Shasha na Minova pamoja na Bweremana kwa sasa vikiwa chini ya uongozi wa AFC M23, wakazi wake waomba maisha ya kubadilika, kwani bado hawajafaulu kujijenga tangu walipotoka katika kambi za wakimbizi. Wakati wa mkutano mkubwa na viongozi wa mkoa, amejitokeza mzee Kashaba aliyekamatwa na kufungwa mjini Kinshasa kwa kutuhuma, kwa tuhuma za kushirikiana na uasi wa M23, lakini kwa sasa akiwa ameachiwa huru. Mimi nina juma moja na nusu na na nilikuwa naishi pale ndani ya prison, wakati wanasema kamulaji kamulaji tulikuwa naye. Na wakati walimtosha pale kudemia kumpeleka ku prison ya Makala tulikuwa naye, ni mzima. Mbele ya kuja ile samdii ingine nilienda kuwaona nikawalaga, nikamwambia kama ninakuja bwana yeah. Yako ni mzima yeah. Pamoja na safari safari nani wa hapa chini naye ni mzima, iko pale. Kuna wandugu wengi ambao walikamatwa kwa bure hapa. Mnajua ubaguzi yenye ile guvernema ilikuwa nayo, ubaguzi wa ajabu sana, iliacha wanalokota lokota watu hapa, wanawapeleka ndani ya maprizo mbalimbali Kinshasa. Wandugu zetu wanateseka pale Kinshasa, na wengine hata waliweza kufariki kwa magonjwa, kwa maisha mabaya, na waomba muwaombe wale wanyao ambao mnaomba Mungu Mupige magoti muwaombee kabisa. Na ninajua kuwa pression ambayo e, afm23 inafanya njo inaacha wanapunguza mate, wanaogopa kidogo, na ile njo itaweza kuacha, e, itaweza kuacha wana, wanapata namna ya kuweza kurudia hapa. Chengine nataka kuwaomba Kinshasa, ile mnasikia kusema hata useme Swahili leo mubisi hawezi pima. Ukiangalia gizi, waskari wawale ambao wako kule, wanasua, wanateseka. kama ni msema swahili anaja nanje, asiseme tena swahili. Akisema tu swahili ule ni adui. Maskari wengi, awe general, awe kolonel, wengi wako ndani ya maprizona, wanakufia mle ndani wengi, sababu tu ni watu wa este. Mi nahuzunikaka sana sababu kumbe ukiangalia vizuri inchi ilishagagabulikana zamani na wenye waligabula ni wenye nayo. Hauwezi kutoka hapa utembee ufurai kinchasa leo hii haiwezekani. Wakati wa hamasa vijana zaidi ya 15 wamekubali kujiunga na M23 Teuru. Remesha ni naibu mkuu wa Mobilization Kivu Kaskazini, batoto ya Shasha. Jambo Ewana, tunawashukuru sana wakutupokea. Mimi napenda niseme kitu kimoya, Excellence monsieur le gouverneur, wakati tulianza programu ya recrutement na mobilisation tulianziaka hapa. Mimi naweza ni mwezi wa pili au wa tatu, tulifikaka pale, tukaongea na babiana, tukawaambia kope, hii inchi inatuita. Sasa inchi inatuita, tunafanya nini sisi wote? tunaitika

Mai Mai Kinyatura ati kwake ma provinces zingine, mie huyu nilitembea omwe Kongo yote na, na serikali ya wamwizi serikali ya wasemabongo. Hakuna mtu mwenye anasema uongo sawa, Prezida Chisekedi misi aona kwa hii dunia si amuona kabisa, haskiyage haya. Sasa hivi anaweza sema hivi, nyuma anasema haskiyage haya, haya. Hana personality kabisa, kukuwa na ongozi ya vile, tusipoipiganisha Tunaweza kuwa tuko nafanya dhambi kwa Mungu. Hao watu, hii populasion yetu tunapasha saidiana, inakuwa inapindua ima hii serikali, inakuwa revolusion kweli ya peple na kuwaonesha kama ni revolusion ya peple. Hapa kuko na watu ambao wametoka Bulaya, watoto wa Sultani wa waunde, jambo jambo sana, watoto wa Mwami Kalinda, jambo kwa majina ni Mwami Lwanda Bashali Jacques wa sheferi ya Bashali. Miesi tasema mingi, dasema kitu moya tu, honorable ametoka sema vingine, njo yoneni kaa nasema zaidi kama huko Muswahili Kinshasa uko Munyarwanda. Eske Baswahili ni Banyarwanda? Eske kusema lugha ya Kiswahili njo kukua Munyarwanda? Alors,

Na kufuatia tamasha kubwa zilizoongozwa naye Olivier Shema <muchilis>